Rais wa Urusi Vladimir Putin amempokea mwenzake wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev katika ikulu ya Kremlin mjini Moscow, ambapo viongozi hao wawili wamesaini tamko la kihistoria la kuinua uhusiano wa nchi zao kwa ushirikiano wa kitaaluma wa kina na muungano wa kimkakati. Urusi na Kazakhstan ni marafiki na washirika wa kweli, jambo linalothibitishwa na vitendo, alisema Rais Putin katika mkutano huo. Putin alisisitiza kuwa uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili umeimarika zaidi, akibainisha kuwa karibu miamala yote ya kimataifa sasa inafanyika kwa sarafu za kitaifa, rubo na tenge, hatua inayopunguza utegemezi wa dola ya Marekani. Mahusiano yetu yanaendelea kufikia kiwango cha juu zaidi, alisema Putin. Hatuna matatizo yoyote katika uhusiano wetu wa pande mbili. Ni kweli, wakati mwingine tunakuwa na maswali au out tofauti, lakini hiyo ni sehemu ya maisha. Tumeweza kupata suluhisho kwa kila jambo linalojitokeza, alisema rais Tokayev katika mkutano huo. Tokayev aliongeza kuwa Urusi imeendelea kuwa mshirika muhimu zaidi wa kibiashara na kiuchumi wa Kazakistan, akifichua kuwa mwaka 2024 Urusi ilikuwa mwekezaji mkubwa zaidi nchini humo. Tokayev pia alitangaza kuwa Kazakistan iko karibu kusaini makubaliano muhimu na kampuni ya Kirusi, Rosatom, kwa ajili ya kujenga kituo cha nguvu za nyuklia nchini Kazakistan. Hatutazungumzia tu ujenzi wa kituo chenyewe Bali tunazungumzia uundaji wa sekta nzima ya maarifa na ujuzi wa nyuklia nchini Kazakhstan. Alisema Tokayev. Rais huyo alimwalika Rais Putin kufanya ziara rasmi nchini Kazakhstan mwaka 2026, akisema kuwa mwaliko huo hauhusu tu taratibu za kidiplomasia, bali unalenga kudumisha kiini cha ushirikiano wao. Putin alikubali mwaliko huo, akisema nitafanya ziara hiyo kwa furaha zaidi. Wataalamu wa siasa za kimataifa wanaona uhusiano wa Urusi na Kazakhstan kama nguzo muhimu katika udhabiti wa eneo la Asia ya Kati, hasa wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na mvutano wa kisiasa na kiuchumi unaoongozwa na mataifa ya magharibi. Uhusiano huu unaimarisha ushawishi wa Urusi katika eneo hilo kupitia miradi ya nishati, biashara na ushirikiano wa kiulinzi.